Watu thelathini na mbili wamepoteza maisha baada ya mgodi wa kobati kuporomoka katika eneo la uchimbaji madini la Kalando katika machimbo ya Mulondo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ajali hiyo ilitokea baada ya milio ya risasi kutoka kwa wafanyakazi wa usalama waliokuwa wakilinda eneo hilo, hali iliyosababisha wachimbaji kuangukia kwenye mgodi wa wazi. Waziri wa mambo ya ndani ya mkoa wa Ruraba, Roy Kaumba, alisema kwamba licha ya marufuku rasmi ya kuingia kwenye eneo hilo kutokana mvua kubwa na hatari ya maporomoko ya ardhi wachimbaji haramu walivuka marufuku hiyo. Aliongeza kuwa hatua ya haraka ya wachimbaji kuvuka daraja la muda lililojengwa kuvuka mtalo uliofurika ilisababisha ajali hiyo. Mamlaka zinasema kuwa hadi sasa miili 32 imepatikana huku shughuli za utafutaji na uokozi zikiendelea. Picha zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili ya wachimbaji ikiwa imetolewa kutoka eneo la tukio huku wenyeji wakitazama kwa mshangao. Serikali imewaonya wachimbaji wadogo kuchukua fursa ya mafunzo mbadala katika biashara ya kilimo ili kuepuka kujihusisha na shughuli hatarishi za uchimbaji madini na kupunguza uwezekano wa misiba kama hiyo. Ajali za uchimbaji madini si jambo geni nchini DRC ambapo inakadiriwa kuwa kati ya watu milioni 1.5 hadi 2 hufanya kazi katika migodi isiyothibitishwa inayotoa mahitaji ya kimataifa ya shaba, kobati na madini mengine. Aidha, uchimbaji haramu na mazingira hatarishi katika migodi ya DRC unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa usalama wa wachimbaji wadogo na kuonyesha hatari zinazohusiana na ukosefu wa udhibiti na mikakati mbadala ya ajira.